na maombi haya kama nilivyozungumza awali kwamba tarehe 22 saa 5 asubuhi yatasikizwa mbele ya, ya jaji Mbagu. Eh, naitwa Hekima Mwasipu ni wakili. E, nafikiri mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kuna kesi ambayo ina jina maarufu, kwa maana jina lenyewe ni kwamba kesi ya mgogoro wa mali za chama inafahamika kwa jina hilo. Sasa tumeenda E, mara nyingi kesi kwa Mheshimiwa Mbagwa, kesi ya msingi pamoja na maombi madogo ambayo yalisikilizwa tarehe 10 Juni ya mwaka 2025 na mahakama ikatoa amri e, kuhusu e, bodi ya wadhamini na katibu mkuu kuzuiwa kufanya e, shughuli za chama pamoja na matumizi ya mali za chama.